Ambapo vikundi mia tatu na nane tayari vimeshatambulishwa huko benki na vinaendelea kufanyiwa kazi. Wene tupeni tu ustahimilivu kidogo, lakini yajayo yanafurahisha ndugu zangu. Pamoja na mikoko hiyo, kuna zoezi la usajili linaendelea, usajili wafanyabiashara wadogo au almaarufu wanaitwa machinga, wakiwemo machinga wenyewe, wakiwemo madereva pikipiki, bajaji Okay, wakiwemo wakina baba na mamalishe, wasusi na makundi mengine madogo ya wafanyabiashara madogo yanayofanana na haya. Sasa hapa napo, naomba nitoe heshima kwenu wanawake. Tuko hapa tunakadiriwa sisi Dodoma kuwa na wanawake wa wafanyabiashara wadogo e, elfu thelathini na sita na arobaini na nne tunakadiriwa, wani wanawake watakuwa ndio kundi la machinga, lakini mpaka sasa wanawake waliojisajili ni elfu moja mia nne arobaini na tatu tu ni wachache sana na kati yao waliochukua vitambulisho ni nusu yao mia saba thelathini sasa hiki pia itatuchelewesha kwa sababu makundi haya makundi wafanya wa wa wa wa wa biashara wadogo hayapati mkopo hadi wanaisho vitambulisho wanaamba nitoe shime kupitia kwenu hapa tuende tukahamasishane kujiandikisha siotan

Naomba mkahamasishana ili tuweze kujiandikisha kwa wingi ki, eh, na tushangamkie mheshimiwa rais niy anashangaivi, atuwatafutia fursa mwanawako pole pole, hawajui hapa ni hela, hapa mafanikio. Naomba sisi wanawake tuwe mstari wa mbele kufanya hivyo, lakini naomba niseme pia, kupitia sheria ya pipyaraii ambayo nimekuwa nikiimba ki, kila wakati nikikutana na wanawake k mheshimiwa rais amepunguza masharti ya wanawake kufanya biashara na serikali na asilimia sabini ya pesa za serikali ni manunuzi. Tendeni, mkachangamkie hiyo fursa. Mpaka leo tangu elfu mbili na ishirini huu mwaka uliopita ishirini na tatu ishirini na nne na ishirini na nne ishirini na tano wanawake waliofanya biashara kupitia sheria ya manunuzi ya PPRA ni vikundi 34 vyenye watu mia tatu hamsini na sita wakati nimewambia, wanawake ndio kwenye hesabu ya sensa, kulikuwa milioni moja atikana, lakini wanawake mia tatu hamsini na sita ndio wameshangamkia hiyo fursa. Na mimi niwaambie, nakutanaza na watu wanatenda za kupika, yani unaweza kupika kwa siku ana kazi tatu au nne, mtu huyu. Wengine hawana sababu, hawajachukua hatua. Mtu mmoja anatenda za usafi itara saba, mwingine hata ana achangamkia fursa zipo kwa ajili yetu, lakini tukachangamkia. Wenzetu hao waliochangamkia wameweza kupata shilingi milioni mia nane arobaini na sita kupitia hizi biashara, makundi thelathini na nane waliofanya malimbo yao katika hiyo miaka miwili, milioni mia nane arobaini na nane Lakini mkoa wa Dodoma umepata fedha nyingi sana serikali kwenye matumizi. Kwa hiyo weza akiafika hata robo ya hela ambazo tungeweza kupata asilimia kumi ambayo inatakiwa tuuziane serikali na wanawake. Naomba niendelee kusisitiza tena, hatukachoka mpaka mtakapotuelewa tuelewa tuone nusu ya wa wanawake wanafanya biashara na serikali mpaka tuone nusu ya wa wanawake wamejikomboa wa ni uchumi, kwa hatutaacha kuyarudia haya maneno, Mheshimiwa Samia oe aone wanawake mnamshangilia mna e, kwa sababu hela mfukoni, mmeelewana. Jamani, changamkeni, fursa ameziweka kwa ajili ya kwetu, lakini tuna miradi mikubwa ambayo ameleta hapa Mheshimiwa Rais. Sasa mnaifahamu yote, ile ni fursa. Juzi nimemsikia Mheshimiwa Rais akifungua kiwanda inasema kimeajiri watu elfu moja mia nane na kinategemea kuajiri watu elfu tatu. Nikasema si wanawake wangapi wawameshangamkia pale. Kiwanda kina mawakala wa kusambaza mbolea, nikasema hii wanawake wangapi wa Dodoma wameenda kuchukua uwakala wao, wanapeleka mbolea kila mahali a kwenda pale anaomba ku, najua hizo ni fursa, ndugu zangu, naomba zisize tena. Jambo hili itakuwa kama maujizi tu ya kila siku, ambapo takuwa tunayarudia rudia mpaka wanawake waage umaskini. Ndugu zangu, nimeambiwa siku ya leo mada zingine nimeshazisoma, zingine zimeisha, zingine zinaendelea kuzisoma. Kati ya mada ambazo zimesoma na zinaendelea kusoma leo ni pamoja na wanawake na uongozi, elimu ya mipakodi elimu ya fedha, malezi na familia, somo ambalo limesikia hapa limefurahiwa sana, fursa za ukatili za utalii, mkoa wa Dodoma. Niwapongeze tena mwenyekiti wa jukwaa, mada hizi zote ni za msingi na zinahitajika sana kwa wanawake. Wanawake na uongozi, hiki ni kipindi sahihi kabisa. Tunafahamu huko uchaguzi, tunafahamu huko mwanamke kiongozi Ameshatuonyesha uwezo wetu hata ndio kwa kuongoza, haya, na hofu ya kuongoza tena, tunajiamini sasa. Kuna yeye ameweza nchi yote, mimi kata nitashindwa? Mimi jimbo nitashindwa? Kwa hiyo sasa naamini kazi e, dada yangu Zabibu ataifanya vizuri, au watakuwa ameifanya vizuri yeye, ndio tunapita kwake huko kutaka kwenda kwenye uongozi ili ukate nafasi. Hamna njia ya rahisi ya kupita, ndio upite kwake ili yeye amthibitishe. Kwa hiyo tumieni fursa wakati huu ni wakati wa wanawake kusimama imara na sisi kuonyesha uwezo wetu. Bado chakwindu kwenye uongozi, hata kwenye chaguzi wanawake ni wachache. Kesabu madiwani ambao walithubutu kuingia kwenye kata, wako angapi? Kwenye kata arobaini na moja la Dodoma, kata arobaini na moja la Dodoma wanawake ni watano tu, kwa kata ya fedha hiyo. Wakinamama siku hizi tumeanza kuelimika, wakinamama anajenga nyumba, ananunua viwanja. Najua sio kama zamani, watu waaatutandia nanunua dhahabu, lakini siku hizi wa na watu wa siku hizi sio wa kununua dhahabu, sio amakunde mjua dhahabu, namwangalia mzee Makunde. Basi nzuri Dodoma, tuna vivutio vya utalii. Tumefanya kidogo hivyo, tuna kazi kubwa ya kufanya, lakini na furaha kuambia hivi karibuni mwezi huu wa saba, tunategemea sisi mkoa kuzindua rasmi mpango mkakati wa utalii wa mkoa wa Dodoma. Na leo ni asubuhi tumeanza kurusha huu mpango umekamilika. Watu wanataka kuja Dodoma, si muda mrefu na sisi utalii wetu utafunguka baada ya kutangaza mpango wetu wa utalii. Ndugu zangu, napenda kutoa shukrani tena kwa wanawake wajasiriamali. Niendelee kusisitiza swala la kujiunga na jukwaa la uendeshaji wanawake kiuchumi. Naambiwa kutakuwa na uchaguzi mwezi huu, mwaka huu mwishoni, naambiwa kutakuwa na uchaguzi wa jukwaa. Sasa mimi najua wanachotokeza watu kutaka kupigia kura za ndio na hapana, lakini ili wapate sifa ya kupiga kula ukiwa jukwala au mwanachama wa jukwaa kwayo, nitoe wito kuwa hakikisheni naendelea kujiunga koini kwenye jukwaa la ueleshaji wanawake kiuchumi, kwenye mambo yanayohusu uchumi, ili tuweze kupata fursa ambazo zipo kupitia majukwaa. Kama ambavyo mlimsikia mwenyekiti wetu anasema, mwaka huu tuna ajenda sisi wanawake tunayo ajenda lakini pia taifa letu lina ajenda na ajenda hiyo inasema uchaguzi. Uchaguzi wa viongozi, rais, wabunge na diwani. Nianze kutoa shukrani kwenu kwanza kwa uchaguzi wa mwaka elfu mbili